Baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa, ni wasaa wa jicho letu mkoani, na leo tupo mkoani Morogoro. Wasichana ishirini na mbili ambao walipewa ujauzito na kutelekezwa na wenza wao, kata ya Katindiuka, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro, wameondokana na utegemezi huo na kujikita katika kilimo cha mboga mboga na matunda, baada ya kupatiwa mafunzo ya stadi za maisha na namna ya kujitegemea taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Walikuwa ni changamoto ya kiuchumi wasichana hao tangu ujauzito mpaka sasa, wakiwa na watoto wao wanaishi katika mazingira duni, lakini mwaka 2024 kupitia asasi ya kiraia ya edo wakishirikiana na shirika la East West Seed kwa ufadhili wa, wa Swisscontact waliwafikia na kuwapa mafunzo ya stadi za maisha na fani za ushonaji na kilimo cha bustani. Sisi tunawachukua wa mama, wa mama wadogo tunakaa nao katika senta yetu hii community center, ni kuchukua wao pamoja na watoto wao, tunakaa nao kuanzia saa mbili mpaka saa nane au saa tisa wanarudi nyumbani kwao. Na sasa wanatekeleza mradi wa uwezeshaji vijana kiuchumi na kupinga ukatili wa kijinsia kwa watoto baada ya kupatiwa mkopo na Halmashauri ya Mji Ifakara Kiasi cha shilingi milioni kumi. Kwa kifupi hali ya maisha baada ya kutelekezwa ilikuwa mbaya. Kwa sababu hata alinipatia ujauzito mwenyewe alinikimbia. Kwao nilikuwa mzigo kwa wazazi na ukiangalia familia yetu tena ni hali ya duni. Lakini kupitia huu mradi nimenufaika kwa sasa na, yani ninaweza kuendesha maisha tamaa maisha, maisha, ka maisha. ya hata maisha. Jamii ilinitenga pia, na nyumbani ilikuwa magumu, nilikuwa tu mtaani. Baada ya kusikia tangazo la Edo linasaidia mama wadogo, nikachangamkia fursa za form, tukaja, tukapata stadi za maisha. Ukiwa Halmashauri ya Mji Ifakara, Mwenge wa Uhuru umewafikia wanachama hao kuona shughuli wanazofanya <coughs>